Ni kawaida yetu na ni mazoea yetu kwamba mara zote ambapo tunazungumzia afya huwa hatuzungumzii afya ya kinywa pamoja na afya ya meno. Tumezoea tukisikia afya, tunazungumzia moyo, mafigo, ngozi na vitu vingine, lakini mara nyingi kwelikweli, kweli waga, tunasahau kuzungumzia afya ya kinywa. Afya Check ikafanya juu chini, mpaka imekuja moja kwa moja kwenye mtaa unaoitwa Kaluta hapa mjini katikati kuja moja kwa moja kuzungumza na wenzetu ambao wako hapa kwenye hospitali inayokwenda kwa jina la SD Dental Clinic, wakiwa wamekaa hapa kwa ajili ya kufanya shughuli moja tu, kuhakikisha kwamba afya ya Watanzania ya kinywa na meno inabaki kuwa a. Na hapa tumekuja kumwona ndugu yetu Dr. Israel Kombole, ambaye yeye tumekuja kuzungumza naye leo hii aweze kutufahamisha yote yanayohusiana na, na afya ya meno pamoja na kinywa ni nini ambacho tumekutayarishia. Usiende popote, ka hapo hapo ulipo, lakini kama kawaida yetu, kabla ya kuanza kuzungumza na daktari wetu leo hii, tunaanza na sehemu yetu ya kwanza ambayo si nyingine bali ni Afya Check Darasa. Na leo hii darasani nimekutayarishia kitu kizuri kwelikweli. Usiende popote, basi twende moja kwa moja darasani tukafahamishane ni kile nilichokuletea leo hii, alafu nitakaporudi nitakupeleka moja kwa moja sasa kufahamu kile ambacho kimetuleta hapa. Karibuni kwenye Afya Check. Karibu tena kwenye sehemu nyingine ya AfyaCheck Darasa. Kama umekuwa ukifuatilia sehemu hii, utakumbuka kwamba wiki iliyopita tulianza kutazama milango ya fahamu, na mlango wa kwanza ambao tulizungumza wiki iliyopita si mwingine bali ni macho. Leo hii nataka tuendelee mbele na kuangalia mlango mwingine wa fahamu ambao si mwingine bali ni masikio. Mtoto wetu mchanga anapozaliwa, tujue tu kwamba alipotoka kule, yani tumboni kwa mama yake alikuwa pia hana nia wala hana sababu ya kutumia masikio yake ili aweze ya kutofautisha sauti, ingawa wataalamu wa mambo wa kisayansi wanasema kwamba kuna uwezekano mkubwa kabisa wa kwamba mtoto anasikia wakati bado akiwa tumboni kwa mama yake. Hii tuliona vizuri kabisa msimu uliopita tulipokuwa tunamtazama mtoto aliyekuwa tumboni, lakini leo hii nataka tumtazame mtoto ambaye ndio kwanza amekwisha zaliwa. Asa, mtoto anapozaliwa sauti zote ambazo anakuwa anazisikia kusema ukweli zinakuwa ni sauti mpya kabisa, na inawezekana kabisa kwamba akawa labda hajawahi kuzisikia tena. Kinachotokea ni kwamba sauti basi mara zote inapitia kwenye sikio lako na kuingia moja kwa moja ndani ya sikio kwa kupitia sehemu ambayo inaitwa ngoma ya sikio au eardrum. Sauti hii inapoingia hapa, basi, kwenye hii ngoma ya sikio, hukutana na mifupa maalum mitatu ambayo kazi yake mifupa hii ni kukuza ile sauti iliyoingia. Na kipindi hiki sauti inapoingia hapa, inaingia katika mfumo wa mionzi ni, yaani si sauti kama ambavyo wewe na mimi tunaisikia, lakini huingia katika fomu ya mionzi ambayo hutetemesha mifupa hii na kusababisha mifupa hii igongane na kukuza mtetemeko mm, huu kuwa mara ishirini na mbili ya zaidi ya ule mtetemeko ambao uliingia pale kwenye ngoma ya sikio. Sauti hii basi inapokuwa inapita hapa, hupelekwa moja kwa moja mpaka sehemu ya ndani ya sikio, ambapo huku hukutana na sikitu maalum kabisa ambacho kazi yake ni kuichukua sauti hii ikiwa katika mfumo wa mionzi hii na kuibadilisha kuwa katika mfumo wa kielektroniki na kuipeleka moja kwa moja kwenye ubongo kwa ajili tu ya kuhakikisha kwamba ubongo wako una tafsiri na kukuambia kwamba ulichokisikia ni sauti ya Dr Isaac akiwa anazungumza kupitia AfyaCheck. Sasa kwa mtoto mchanga basi ambaye ndio amezaliwa na ndio kwanza ameweza kusikia sauti hizi, tujue tu kuwa na yeye kipindi hiki bado hana uwezo wa kutofautisha sauti, na kwamba anazisikia sauti hizi vizuri kabisa, kwa sababu vitu vyote ambavyo vinafanya kazi ya kusafirisha sauti hii viko vizuri na vijaharibiwa. Kwa bahati mbaya, jinsi ambavyo tunavyozidi kuishi katika mazingira ambayo yana kelele, vitu vingi ambavyo vinahusika na kusafirisha sauti hii ikiwemo E, chembe hai maalum zinazokwenda kwa jina la hair cells, huwa vinakufa na kushindwa kutafsiri sauti au kuichukulia sauti katika levu hili ambayo unaisikia. Ndio maana wengi wetu ambao tunaishi kwenye maeneo ya kelele huwa tunatusikii vizuri, kutokana na kwamba chembe hai ambazo zinatengeneza hizo vitu ambavyo tunaita hair cells zinakuwa zimekufa na kupunguza kabisa uwezo wetu mkubwa wa kusikia. Wanasayansi wanasema hivi kwamba inawezekana kabisa kwamba hakuna mtu ulimwenguni ambaye anasikia vizuri ukimlinganisha na mtoto mchanga ambaye ndio kwanza amezaliwa sasa hivi. Uwezo wa mtoto mchanga kusikia ni mkubwa sana, kwa sababu chembehai zake hizi zinakuwa ziko vizuri kabisa, na zina uwezo wa kutofautisha sauti kliale kabisa, ukilinganisha na sisi ambao tumekutana na makelele ya kila namna mitaani huko ambao tunaishi kila siku. Sasa kikubwa kinachotokea ni kwamba sauti hii basi, ambayo sasa hivi imebadilishwa katika mfumo wa kielektroniki, hupelekwa kwenye sehemu maalum ya ubongo, ambayo huanza kutafsirisha kwa kukuambia kwamba hii sauti ulioisikia ni ya mama yako au ni ya mtu mwingine. Na hali hii basi huanza kujifunza taratibu kadiri mtoto anavyokuwa na anavyozidi kusikia. Ndio maana si tunasema kwamba ni muhimu sana kwa mzazi kuzungumza na mwanao toka akiwa mdogo, ili aweze tofautisha sauti yako na kuijua. Kumbuka wiki iliyopita tulisema kwamba mtoto bado hana uwezo wa kuona vizuri na inachukua muda kabisa kwa mtoto kuweza kuona, muda mwingine inaweza kufika hata miezi sita mpaka nane kuweza kuona vitu clear kabisa, lakini kwa upande wa masikio basi huchukua karibu siku mbili tatu tu kuweza kuwa na uwezo wa kusikia vizuri. Sasa ni kazi yako wewe kujaribu kumfundisha kile kitu ambacho wewe unataka akisikie. Kama unataka ifahamu sauti yako basi ongea naye vizuri, ili aweze kuisikia sauti yako na ubongo wake uweze kukariri na kutambua sauti yako. Usipoongea naye, kumbuka, kuna mtu mwingine ataongea naye, na sauti hiyo ndo atakayoikariri, na ndo siku zote atakuwa anaikumbuka hiyo sauti. Weka mbali tu, uone jinsi gani ambavyo mtoto wako atafundishwa na watu wengine vitu vingine kabisa, kwa sababu kumbuka, hana uwezo wa kuwaona. Kwa hiyo sauti anayoisikia ndo hiyo ambayo yeye anaifanyia kazi. Kwa leo hii basi naomba darasa letu liishie hapa. Tutakutana tena wiki ijayo kwa ajili ya kuzungumzia mlango mwingine wa fahamu. Lakini sasa hivi tulichofahamu ni kwamba kumbe masikio na usikivu huanza vizuri kabisa mapema kabisa ukilinganisha na uwezo wa mtoto kutumia macho yake. Kwa hiyo basi ni muhimu sana kwa wewe kuzungumza na mtoto wako ili aweze kukutambua wewe. Kwa sababu jua tu kwamba mpaka sasa, kama mda bado haujafika miezi sita bado hana uwezo wa kukuona wewe vizuri. Kwahiyo tumia sauti yako vizuri aifahamu, na aweze kujua kwamba yule anayezungumza ni mama yangu, yule anayezungumza ni baba yangu, au yule anayezungumza ni mlezi wangu ambaye ananipenda sana. Fanya kazi hiyo wakati tunaendelea kwenye sehemu yetu ya pili ya AfyaCheck. Mpaka wiki ijayo, darasa letu linaishia hapa. Hilo lilikuwa ni darasa letu la leo. Sasa hivi sasa moja kwa moja tunaingia kwenye sehemu yetu ya pili ambayo hii tunaita maswali na majibu, na kama nilivyosema mwanzo, leo hii tumekuja kwenye hospitali inayokwenda kwa jina la SD Dental Clinic. Tumekuja hapa kwa ajili ya kuzungumza na Dr Israel ambaye yeye atatupa majibu mbalimbali mbali kuhusiana na afya ya kinywa pamoja na meno. Mkono wangu wa kulia nimeshika mswaki mkubwa kwelikweli, na mkono wangu wa kushoto nimeshika meno sasa haya naingia nayo ndani kwa ajili ya kuzungumza kile ambacho kimetuleta hapa. Dokta yuko ndani, kwa hiyo mimi naenda kuzungumza naye. Tukutane ndani, tupate majibu ya maswali yetu. Karibuni kwenye sehemu yetu ya pili ya maswali na majibu. Asante sana kwa kutukaribisha, kwa kukaribisha AfyaCheck leo hii kuiruhusu ivuruge ratiba zako za siku ili uweze kuwaelimisha watu wote ambao wanatazama Afya Cheki, tunashukuru sana. Bila shaka sasa, hmm. kwa kuanzia tu, kwa sababu hatujawai kufanya tena kitu kama hiki, hivi tunapozungumza neno jino, jino ni nini? Ah, jino ni labda kwa watazamaji wa rais, jino ni ni ni, ni, ni sehemu ngumu ni kama mfupa, lakini yenyewe ni ngumu zaidi ya mfupa. Na jino lina mishipa ya fahamu, lina mishipa ya damu, lina sehemu yenye madini kama calcium, lina kwa hiyo jino ni kiungo ambacho kina hisi, kinaweza kuugua ili jino na ndio maana mtu anaweza kukaa na jino zima, lakini baadaye akaanza kusikia maumivu madogo na baadaye akawa makubwa kiasi kwamba akahitaji kunywa kutumia dawa au hata matibabu. Kwa hivyo kwa kifupi, hicho ni hilo naweza kusema ndio jino. mm-hmm. Kazi kuu ya jino kubwa kabisa kuliko zote ni kusaga chakula tunachokula. Tunafahamu mmeng'enyo wa, wa chakula unaanzia mdomoni e, jino pamoja na mate, hiyo ni kazi kubwa mojawapo, lakini kuna kazi zingine e, za sio kama jino, meno kwa ujumla yanatupa mwonekano aesthetically. Mm -hmm. E, fikiri kama tungekuwa tuna meno tungekuwaje? labda tungekuwa tumejizoea tume kuwa hivyo. Mm -hmm. Kwa hiyo kimoja wapo kinakupa aesthetically lakini pia kinakulinda kinalinda sehemu za ndani ya kama ulimi. Kwa mfano bwana mzee, ukiwa una meno unategemea utakula vipi chakula, hata afya yako itaathirika. Kuna watu wanakuja wana kwenye kliniki, hawana meno, wana jino moja tu ama mawili lakini, kwa watoto wadogo uh, wana, wanapata matatizo ya meno kutokana na kunyonya labda kwa muda mrefu, e, meno yana, e, ugonjwa unaitwa rampant caries, meno yote yanaweza kwa mpigo katika muda mfupi sana. Sasa hiyo inasababisha mtoto kukosa hatalishi yake vizuri, kwa hiyo anaweza kupata matatizo mengine ya utapia mlo nasema breastfeeding at will yani, mtoto anakaa na ziwa mdomoni halitoki, akilala, akiamka, mama ameweka tu, mtoto anaweza kuoza meno. Lakini pia maziwa haya ya chupa yanasababisha mtoto kuoza meno kwa kasi kubwa. A, meno kwa, kuna meno ya namna mbili, tunaita meno ya utotoni deciduous teeth na permanent teeth ya ukubwani ambayo tunayo na kwa watoto wanatofautiana kidogo, watoto wa kike wanawahi kuota kabla ya wa kiume. Uh, deciduous teeth walau yakae, mtoto anakaa mpaka miaka mitano, anaanza kutingishika meno ya chini, na kwa watoto wa kiume walau miaka sita wanaanza. Kuna muda maalumu wa meno ya mtoto kutoka yenyewe, e, yanatoka yenyewe tu bila kuletwa hospitali, lakini mtoto yeye anatakiwa atazamwe, e, asiacho tu. Kwa mfano meno anaweza kuanza kulegea akiwa na miaka mitano alafu uh, asipoangaliwa na mtu yale meno ya ukubwani yanayokuja permanent teeth yanapoota wakati ya u, yale ya meno ya awali ya utoto hayajatoka, sasa meno yanaweza kuota pembeni na kukosa nafasi, maana lazima kuwe kuna nafasi, na hii tunaitwa malocclusion, yani kwamba mtoto anaweza kucheleweshwa kutolewa kutoa meno, sasa meno yanapandiana, na inaleta gharama kubwa baadaye ya matibabu, unaweza inabidi kuona wataalamu wanaitwa orthodontist hao na no, wakuta watoto wamevalishwa braces kasa. Tiba hii ili kuizuia, inatakiwa mtoto walau akianza kuota meno, tunasema lazima aende kwa kwa, kwa dentist ya kamuone, kwa sababu kuoza meno kunaanza mtoto tu anapoota meno, na haya meno kama nilivyokuambia, watoto wanaweza kunywa kunyonya maziwa kwa muda wote, lakini watoto wanakula vitu vitamu eh, baba amerudi anampatia. Lakini kuna dawa pia zinachangia, zina, zina syrup unafahamu hiyo hizi zinasababisha eh, mtoto anaweza kunywa dawa kwa sababu ya magonjwa mengine, lakini akapata matatizo ya meno. Sasa haya yote yanapelekea kama mtoto ataanza kutolewa meno kabla muda haujafika wa kutoa meno. Sasa mara nyingine ukitoa meno kabla ya muda, fizi inakuwa ngumu. Yale meno ya ukubwa yanapotoka kuota, yanakuta tayari pamesha kuwa pagumu. Kwa hiyo lazima tufanye minor surgery, huwa tunakata fizi zile kuyaruhusu yajie. Sasa saa nyingine, wengine yanaota na yanakuta yanapandiana kwa hapo sasa, inabidi kurekebisha kwa kutumia hiyo tiba niliyokuambia, anavaa orthodontic so appliances. Kama nilivyokuambia, kwa sababu meno yana mishipa ya fahamu na, na mishipa ya, ya, ya damu lakini pia yana kinga eh, kuna kuna kuna immunoglobulins kwenye kwenye meno kwa sababu ni kitu hai. Sasa kama atapata meno yataoza mapema namna hiyo, kwa wingi namna hiyo, mtoto kwanza afya yake itapungua, lakini anaweza kupata infection infection ambazo si watoto tu wanapata, hata wakubwa kwenye meno ya ukubwani, infection kubwa ambazo zinaweza kuwa life threatening. Kwa mfano tumeona watu ambao wanaoza meno ya nyuma molars, wanapata kitu kinaitwa Ludwig's angina, yani floor of the mouth, hapa kuna jaa usaha mwingi. Wengine wanapata vitu vinaitwa cavernous sinus thrombosis kwa chini ya bezi ya ubongo huku kuna tundu za kupitisha e, mishipa ya damu tuseme deoxygenated blood inakuwa drain na kushuka chini. Sasa infection ambayo iko mdomoni inaweza kwenda puani kwenye sinuses, na hiyo kasababisha ukapata ugonjwa mkubwa ambao ni fato. Sasa matibabu yake inakuwa hali zaidi, lakini life threatening, kwa sababu tu umeoza meno, lakini pia vitu vingine unafahamu. E, kwa watoto wadogo tunajua kabisa bakteria hawa wanaozesha meno streptococcus hawa wanaweza kuharibu pia hata valvu za mtoto za moyo. Kwa hiyo, kwa sababu ya meno tu anaweza kupata athari zingine za moyo baadaye, valvu zake zikawa zina shida, tunaanza kupeleka na India. mm -hmm. Lakini kwa hivyo, kumpeleka mtoto kwa daktari wa meno mapema ni jambo la muhimu sana. Ili meno yaoze kunahitajika walao vitu vinne. Kwanza jino lenyewe liwepo, lakini carbohydrates, eh, hizi carbohydrates ni kama sucrose, fructose na glucose, ingawa inafahamika wao eh, wadudu wanaosababisha meno kuoza wanapenda zaidi sucrose, kuliko, kuliko, kuliko fructose ambayo ni ya matunda asili. Kwa hivyo jino lenyewe, carbohydrates, lakini wadudu bacteria, kuna mdudu anaitwa Streptococcus mutans halafu na muda eh, time kwa mfano wanasema mtu ambaye anapiga brush hata mara kumi kwa siku, lakini kama atakula vitu vyenye sukari zaidi ya mara tano kwa siku, huyo ataoza meno tu. Kwa sababu gani? ili jino lioze, kama hivyo vitu nilivyosema viwepo. Wa bakteria wao, wanatumia wana, wana, wana zile carbohydrate mdomoni, wafu wanatengeneza asidi. Hii asidi ndio inayosababisha jino kuoza, kwa sababu jino limeumbwa na na, na na, na, na madini, kwa mfano kama calcium sasa eh, ni kama bezi zipo mle kwenye jino. Sasa asidi huwa ina, ina, ina, inayeyusha eh, ile mix ile ya jino, kwa hiyo jino litaanza kuoza kidogo. Na jino likianza kuoza, panakuwa eh, kama peupe kidogo, lakini hapaumi. Baadaye unaweza kula kitu kigumu kikatoboa au likatoboka taratibu, lakini na meno haya yanalea kama uh, lea mbili enamo ya, ya, ya mwanzo, halafu ndani kuna dentin hii ni dentin. Sasa jino likioza hapa mwanzo, mtu anaweza asisikie maumivu kwenye enamel, kwa sababu yeye enamel kia anatomi huwa inatengenezeka afu inakufa. Kuna seli zinaitwa meloblast, baadaye inakuja dentin hii dentin. Ni seli zake zinaitwa dentinoblast, hizi huwa azifi maisha yote, na hizi huwa zinajilinda zina, zina kama jino linaoza basi sasa nyingine huwa zinajitahidi kujizuia, inaitwa arrested caries, yaani jino linaoza afu lina stop lenyewe linakuwa kama jeusi na mtu anaendelea kukaa, lakini kama ataendelea kula vitu vinye vinavyosababisha vinye, vinye carbohydrate kama hivyo, basi pata shindwa, hizi zinashindwa. Kwa hiyo litaoza mpaka ile ya tatu. Ile ya tatu ina mishipa ya fahamu na damu mm. ambayo sasa ikishaoza hapa, basi utapata infections, ndio mtu anaweza kuamka amevimba tu shavu, ya afahamu hata kwani amevimba, anaweza kupata homa pia kali, maumivu, wengine mpaka wanashindwa kufungua mdomo, trismus. Yeah. Sasa hiyo infection ikiendelea kwa mtu mzima eh, eh, anaweza kupata usaha mwingi ambao utabidi tufanye saji kwa intervene ya kukutoa hapo ku, ku, ku. Sasa watu wazima tunaweza kusema, uh, wanapata matatizo ya meno kwanza kwa sababu ya eh, poor oral hygiene. Namna tu wanavyojisafisha eh, labda mtu wana, wala, wanasema kabla ya kulala upige brush, mtu anakula siku nzima alafu siku analala Amekula dessert, si unajua baada ya chakula wengine mnakula dessert <laughs> unalala nazo. Sasa haya meno yalivyoumbwa yenyewe yana, yana, yana, yana, yana weakness zake. Kuna wengine kijenetic tu meno yao hayauzi, wanaweza kuwa hayauzi kama mwingine, nafikiri kijenetikali kwa sababu ya hiyo enamo yao. Wengine wanazaliwa hii enamo inakuwa ina shida, wanaita enamo imperfecta, haijabanana vizuri, kwa hiyo inaweza kuruhusu sukari kupenya kwa haraka, sasa, hawa, kwa sasa, kwa haraka kuliko mwingine sasa, hawa wanaweza kuumwa zaidi. Kwa sasa kwa anasema, kwa kifupi, inabidi tu mtu ajaribu kufanya oral hygiene yake iwe nzuri na kuoza tunaelezea tu kwa ujumla ujumla, nitaelezea kiujumla. Matatizo mengine pia yanatokea kwa sababu ya ya, ya, ya, ya kutokuwa msafi tu kwenye kinywa chako, unaweza kupata matatizo ya fizi. Matatizo ya matatizo ya fizi yana hatua zake kwa hivyo unapata, eh, kutokwa kwa damu mdomoni, eh, baadaye unaweza kupata harufu mbaya mdomoni. Sasa matatizo haya ya meno inaanza, inaitwa gingivitis. Damu inatoka ukipiga brush, unaweza kung'ata apple, damu inakuepo. Baadaye ugonjwa unaenda zaidi kutoka kwenye fizi, eh, eh, kuna mishipa inayoshikilia jino achana na mfupa tu inaitwa periodontitis ambayo nayo ina, ina, sehemu zake. Kuna periodontitis gravis complicata, baadae jino linalegea alafu naweza kutoka lenyewe. Sasa kwa umri wa ujana huwezi kuona, lakini kama tiba, utafuata walau kumuona daktari wa meno hata mara moja kwa mwaka basi, sio miezi tunavyosema sita sita, sita. Unaweza ukawa ujanani uko vizuri, lakini ukishafika umri wa utuzima meno yanaanza kutoka yenyewe. Unaweza ukuka, ukakosa meno, na hapo sasa inabidi namna nyingine ya matibabu ije ambayo ni ghali, lakini invasive kuliko kama ungekuwa unaenda mapema, labda ungezibwa tu hayo meno, ama kuna tiba kwa mfano, watu wenye matatizo ya fizi wanaweza kusafishwa meno, inaitwa scaling and root planing, ambao ni simple, na mtu anayesafishwa kila baada ya miezi sita, wakati anasafishwa pia anakuwa anafanyiwa uchunguzi, labda ana matundu kidogo, kwa hiyo inamfanya ina, ina asipate matatizo makubwa baadaye. Kama kama kwa kisayansi, sio, hakuna tatizo. Kama utaamka asubuhi, utakula chakula alafu ukimaliza, ndio brush, nafikiri ni vizuri zaidi kuliko tulichozoea zaidi. Watu tuna brush alafu tunakula, ndo naenda kazini. Lakini vizuri zaidi kama unaweza ukapiga msosi alafu ndio ukabrush ukaenda kazini, wewe unakuwa umetumia akili vizuri zaidi e. Wanaita mouth washes wenyewe e, ile ni dawa. Kuna e, dawa zote hizi za mouth washes, kuna dawa inaitwa chlorhexidine ambao huwa inakuwa ni 2% inasaidia eh, kuua eh, bakteria wengi ambao wako mdomoni ambao ni normal flora, lakini wakikutana na chakula kama nilivyokuambia, wanasababisha jino kuoza. Sasa hile ni vizuri kutumia usiku, baada ya kula chakula una brush alafu unaweza kutumia, ingawa sasa sio vizuri kutumia sana kwa sababu pia kuna wadudu mdomoni au normal flora, nimekwambia wanahitaji wawepo we, kumaintain pH huku mdomoni kwa sababu kuna tatizo lingine la watu mbali kama utatumia sana mouth washes. Kuna wengine wanapenda kutumia hata chewing gum, labda kuleta harufu nzuri. Sasa nyingine unaweza kusababisha mdomo kukauka. Mara nyingine, kuna baadhi ya ya vitu watu wanatumia mdomoni, zinasababisha mate kukauka. Mate na umuhimu mkubwa sana mtu ambaye ana mdomo mkavu muda wote. Sasa bakteria wanapenda sana, wanazaliana kwa wingi kwa sababu mate yana ya dawa ya immunoglobulin ambazo zina Zina, zina zina lakini pia mate yana balance ile pH. Kwa mfano kama umekula chakula kimekaa mdomoni sasa hivi, hawa bakteria wakianza kutoa ku, ku, ku, asidi ziishe jino lako lakini mate ma ya yakiflow ya ya na, ya pH pande juu kwa hiyo kunakuwa normal hapo. Maana pH ikishuka ndio asidi inatengenezeka zaidi. Kuna umuhimu gani? Ni kiasi gani ambacho unatakiwa uweke dawa kwenye mswaki ili uitumie kwa ajili ya kubrush meno yako? wanasema dawa eh, walau isizidi sana. Kuna wengine wanafikiri ikiwa nyingi sana ndio inasaidia kwa kiwango. Kwa mfano ukiweka dawa hata nusu mswaki, hakuna tatizo, kwa sababu hii dawa mwisho wa siku inayeyuka mdomoni. kwa hiyo eh, ingawa usi, wengine wasi, wanaweza kubania wakaweka kidogo sana, pia sio vizuri, lakini mm -hmm. isizidi sana dawa, ingawa haina madhara yote. Mm -hmm. yeah. okay. Jino linapoanza kuoza eh, kwanza kama picha inavyoonyesha, unaweza kuona kama alama nyeupe hivi kidogo kwa juu ama pembeni kama hivi linavyoonyesha hapa. Popote jino linaweza kuoza, lakini hizi ndio sehemu muhimu jino linaoza. Sasa linaanza kuoza taratibu wana, wanasema inaweza kuchukua hata miezi 18, jino kuoza kwa ni kitendo cha taratibu, na hii inategemea namna gani unatumia eh, vitu vinavyosababisha kuoza. Sasa jino litaoza kwenye layer ya kwanza hii ambayo ni enamel inamo hii mm hapa -hmm, huwa panaoza taratibu sana, litakwenda taratibu, likifika kwenye ile lea ya pili dentin, sasa hapa kwa sababu hii ili, ili, ili sehemu ina, ina ni hai sio kama ya mwanzo, hapa kasi ya kuoza inaongezeka. Sasa hapa litaoza kwa kasi sana na itakwenda, lakini uzuri Mungu, Mungu ametuumba na kinga hii sehemu ina kinga hii ambayo i hii kinga inaweza kuzuia ikajitahidi kuzuiwa kwa kiasi kikubwa sana e, e, infection isishuke chini na inaweza ikajitahidi sana jino, lakini kama e, e, tabia ya kula vitu vitamu vinavyosababisha jino kuoza ikizidi, sasa hii sehemu itashindwa kabisa, na hii sehemu ikishindwa, sasa itakwenda sehemu ya ndani ya jino ambayo ina mishipa ya fahamu na damu za mishipa ya fahamu, ingawa hata hii sehemu ya nje ina ina ina ina uki, ukioza mpaka hapa utaanza kusikia e, kama ubaridi sensitivity. Kwa mbali, unaweza kula kitu ukashtuka, lakini alikuumi jino. Unaweza kunywa maji ya baridi ukasikia pana maumivu, ingawa ukilala alikusumbui jino, na hiyo utaendelea nayo. Sasa ikifika sehemu ya tatu, hapo sasa itaanza maumivu ya moja kwa moja, ambayo hayahitaji chochote maumivu ambayo mtu wana, inabidi mpaka anywe dawa ya kutuliza maumivu mara nyingine hmm. Lakini wengine ikifika hapa, saa nyingine jino aliumi. Wengine inaweza kufika hapa alafu mishipa ika, ikafa yote kwa pamoja. Sasa linakuwa jino aliumi, ingawa akila, akila vitu akila vitu vya moto anaweza kusikia maumivu. Sasa ikishafikia alio na wengine, jino linakuwa linauma sana halali. Unaweza kukuta baadhi ya mishipa bado ipo imepata infection lakini mingine bado inaleta ina, ina taarifa. Sasa hapo ndio maumivu yanapokuwa makubwa, na mara nyingi sana unapata kitu kama usaa hivi mm -hmm. Ndani, ndani ya mfupa, maana jino limeshikiliwa na taya hivi e, sasa ndani ya taya huku, lakini pia hata ndani ya jino lenyewe kunaweza kutokea usaa. Sasa hapo jino litauma sana, na mtu ndio anapokumbuka kwenda kwa daktari. Kama angekwenda mapema wakati jino limeoza huku juu, matibabu yake yanakuwa mepesi kabisa. Eh daktari anaweza kusafisha hapo juu na kuziba na ina mbalimbali mbali za za za filling, kutegemeana na gharama. Lakini jino likishafika huku matibabu yake yanabadilika. Sasa kuna tiba inaitwa root canal, ambayo hii mishipa ya fahamu inakatwa ina, ina na inaondolewa kabisa. Sasa tiba hiyo ni gharama na jino likishafanyiwa root canal mara nyingine, kwa sababu jino, kwa sababu jino limeshakatwa mishipa ya fahamu na damu, kwa hiyo linakuwa kama lipo tu sedate tooth jino la na, namna hiyo ili liwe imara litahitaji kuvishwa kitu kama kofia ya crown kulipa nguvu. Ndio hizi crown unaziona kama hivi hapa. mm -hmm. kama hii mm -hmm. mm -hmm. hizi ni crowns mm -hmm. Sasa hayo matibabu yanakuwa ni, ni, ni, ni, ya, ni ya mwisho kabisa na ni gharama. Ndio maana tunashauri wala mtu awe anafanya check up ya meno. Hayo yalikuwa ni nusu ya majibu ya maswali ambayo tumeyauliza kwenda moja kwa moja kwa Dr. Israel. Nusu nyingine ya majibu haya tutayapata hapa hapa wiki ijayo tutakaporudi tena kwa ajili ya kupata majibu ya maswali yetu ambayo tumeyauliza. Unaweza pia kuwasiliana na sisi kwa kupitia platform nyingine ambazo ni zile tunazozifahamu za Facebook na Twitter ambazo zinatokea kwenye TV yako sasa hivi. Lakini unaweza kutuandikia kupitia www.afyacheck.co.tz. Ukifanya hivyo, mimi nakuhakikishia swali lako nitalileta sehemu ambayo linastahili na utapata lako. Tunakutana tena wiki ijayo. Leo hii tumeishia hapo. Mimi ni Dr. Isaac Maro. Mpaka wiki ijayo, adios hmm. Akili na mwili wangu muhimu, vikiwa safi, afya bora wajibu wangu pia na kwako jirani